Masaa ya kazi unanipotezea muda wewe. Mwanzo nilikufukuza kazi tena, unakuja kwangu kazini ukiwa mlevi. Ala, huyu watchman alikuwa wapi? Security kwa! Yes sir, yeah. Nini umemruhusu yeah? Huyu bwana kuingia katika mijengo hii? Hafai kuwa hapa, huyu ashaifukuzwa kazi zamani. Huyu ni mharibifu. Ala! Wewe mzee wewe unamlaga wewe. Wewe mzee ndio ambaye wewe unafukuzwa kazi tena na we, unarudi nangu. Hii nini? Waacha maneno. Hapana, hii ni kitu gani? Ngoja nitawaeleza. Utatueleza na hii ni kitu gani? Unataka utaje jina yake kwanza. Mosmos mos. County. Serikali ni mimi. Serikali ni wewe ndio ungengea na hii. Mosmos. Wewe mzee, unajua. Unajua hii kitu kidogo ajieleze, umefuata nini hapa masaa haya? Ume, unataka nini? Eh. Tuelezee, unatupotezea muda na tuna kazi nyingi sana ofisini. Kuna nini? Eh, boss. Wewe muda muda gani? We watu hata kampuni ni watu wanaiba, uniibiwa mali kama maandazi, mandazi ya jeu asubuhi, unasema muda. Ongea na mimi vizuri bwana, kwanza acha nikunywe pombe yangu. Sio ndio nifuta kazi? Waibiwa ala, wizi kwa kampuni hii kwa wakati gani? Wakati security kwa kila mahali, waje nikueleze wizi? Kwanza onja kitu. Wewe bwana, wacha kuniletea mambo yako ya pombe na ulevi. Ulevi hapa bwana! Nina, nina mambo mengi ya kufanya ofisini bwana. Wizi unafanywa nani? Na swaiba wako yule, mtu unaamini hata zaidi ya mama yako. Chuma unasema je? Chuma? Eh, eh, unasema vizuri bwana eh? unasema Chuma? <laughs> Chuma amefanya nini? Chuma ana uzende kumwambia? Usimwambie. Alifanya nini? Alifanya nini? Anabanga wizi. Production wasemaje? Production zero wasemaje zero? Production. Wewe wewe we, utakuwa ni pombe. Pombe gani? Wewe utakuwa ni pombe inakusumbua wewe. Niko na evidence kwa karatasi. Niko wapi evidence? Evidence ni bona kwa karatasi. Sasa na pesa zinapotea laki hamsini elfu mimi wananipatia evidence. kama uko na evidence, mimi ni, mimi, si mimi mimi subuhi, na evidence. kesho asubuhi nakutaka kwangu ofisini. Sawa. kesho asubuhi fika ofisini. Mimi mimi si mimi ni unafikiri mimi ni pombe. Kesho asubuhi njoo ofisini na hiyo evidence. ulinifuta kazi mimi. Lakini wale Security? Ni nyoka. Huyu kesho saa mbili akiwa amefika kwa gate umruhusu aingie, na usipofika saa mbili usifike tena, usinisumbue. Unaona wapi hii pombe yako, siwai niletea kwa ofisi yangu. Ch Chuma, Chuma. Chuma na kazi gani? Nu anza Zuma ninakuja, uh -huh, kupiga bomu wewe bosi, ila bomu nitakupiga ya Zuma. Unajua mimi nikona nimebeba mengi, unaniza mlevi hii pombe la kusumbua hii. Wewe enda nyumbani, atoka, atoka. Wewe enda nyumbani. Na, na watchman, chunga hawa walevi walevi hawa kwa ruhusu ofisini bwana. Masaa ya kazi si wakati wa kuleta walevi. <coughs> Wewe naingia mzee, unaingia leo vipi? Leo si kama jana mambo. Lakini wewe, wewe mambo. Mambo sio? ya kawaida shwari lakini mengine. Wewe unajua unaweza kuja. Ah, ukakula kati kati ya wafanyakazi wangu wote niliowaamini, Chuma ndo namba moja. Leo hii Chuma ndo anapanga ni mipango ya kupora kampuni kampuni yangu. Ama iwe ni kuhusu mshahara ni mdogo, ndo wananiudhi, ama ni mbili mbaya zaidi ni mapato yameshuka. Ah, ah, ah, ah, hey, Bosi, mimi tena, hizi ni fitina tu fitina. Ah, Chuma wacha fitina bwana. Ati fitina? Wewe ni mwizi, yani unajifanya roho safi lakini wewe ndio unamaliza madhara ya kampuni. Mambo yako yote ninayafahamu, bwana mwizi tu. Naibia kampuni, dosi anapata hasara. Haa, mambo mimi najua. hmm. Nimesema nahitaji maelezo ya kutosha, maelezo yaliyonyooka, kwa sababu haiwezekani kwamba kila mwaka tunaingia hasara wakati production ilikuwa vizuri tu miaka ya nyuma. Kwa sasa production imeshuka hasara juu ya hasara, na nyinyi mnaomba mshahara mkubwa, wakati nyinyi ndio mnaibia kampuni. Hilo haitawezekana Boss. Mimi ikuhusika. Ongea bwana, ikuhusika. Mimi hu kuhusika. kwa nini, wakati mali inaibwa na wewe upo? nashangaa bosi, huyu hata anajifanya alikuwa msaidizi wa Chuma. Yaani, unashiriki usaidizi wa kuhesabu pesa za wizi, mwaibia kampuni, mwashiriki usaidizi wa kuhesabu pesa za wizi. Ungwana huo bosi, ungwana huo ni ungwana bosi, mwezi pia huo si ngwana, na nimekwambia Bwana Zuma utafiti utafanywa na ikibainika kwamba kweli wewe uliweza kuiba ama uliweza kushirikiana na bwana Chuma kuibia kampuni, nyote mtaozea jela na sheria itachukua mkondo wake kabisa, hmm? Sheria itachukua mkondo wake, na kwa sasa hivi tukiendelea na uchunguzi, bwana Chuma sikutaka katika mijengo hii ya kampuni Imesema bwana Chuma sikute katika mijengo hii ya kampuni hii. Na wewe Zuma, Zuma ambaye wewe umekuwa ukishirikiana na bwana Chuma kwa ajili ya kusambaratisha kampuni, kunibia mali yangu mimi, wakati uchunguzi utakakubaini kwamba wewe ni mmoja kati ya watu wanaoniibia utaozea jela, utaoza jela, haiwezekani! Ha, ha! Kwamba mimi nitakuwa naingia hasara hii kila mwaka wakati mimi nawalipa mshahara mnono, na kumbe mnakuwa ni wezi wenye kunilia mali yangu. Haiwezekani, nimesema haiwezekani! Sawa, Kamanda nilikuachia dhamana ya kuchunga hawa wengine. Lakini mkuu, wewe hata huna ufuatilizi wowote, mali naibwa na huko, kazi yako ni gani bwana kamanda? Bwana kamanda, kazi yako ni gani? Mimi nimesema nitafanya uchunguzi na ikibainika kwamba mnahusika munahusika mtaenda nyumbani na mtauzea jela. Bos, si unaona, nilikuonya kuamini watu tu hivihivi. Ulimfuta kazi ukasema hata unaamini hawa mwamba. Si unaona kile mambo yanafanyika. Huu ndio ubaya wa kuamini watu hivihivi. Utaporwa, utaporwa, kampuni itafilisishwa. Dosi Uangalie, uangalie. Bwana Bwana Koma, yes, nitafuatilia ushauri wako na nitafanya uchunguzi kuhusiana na hiyo tuhuma ya wizi. Sawa, bwana Zuma, umeshukishwa madaraka mpaka pale uchunguzi utabaini, eh. Vinginevyo wewe, bwana Kamanda, bwana Kamanda, utaendelea na kazi lakini utakuwa chini ya uangalizi wa bwana Koma kwa hivyo nisharudi jobu? Nitakupigia simu nikupe maelezo ya video utakavyorudi kazini. Kwa sasa endeni nyumbani sawa. Lakini mimi naona kama mambo kwa sasa niacheni pumzike, mnanizungusha kichwa changu sana.